Hapa nilipo ni mji wa Njombe ama tukisema ni halmashauri ya mji wa Njombe, ikiwepo katika kijiji cha Ihanga ambako najishuhudia na, na kujionea mambo makubwa ambayo serikali ya awamu ya sita imeweza kuyafanya. Mbele yangu unaweza ukaona nguzo za umeme huku. Uh, ni kijijini lakini kwa kustaajabu zaidi, unaweza ukaona umeme umefika. Huu si umeme mwingine bali ni umeme wa REA hivyo katika moja ya mambo ambayo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kuyafanya ni kuhakikisha umeme unafika sehemu zote ka nchi ya Tanzania. Kwa kusema hivyo, uh, hilo ni moja nimeangalia tu kwenye upande wa umeme, lakini mheshimiwa rais kafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba wakina dada au wadogo zetu wa kike wanaweza kupata elimu ya kusoma. Ukiangalia nyuma kidogo hapa, unakutana na bango la shule ya Anne Makinda. shule ya sekondari ya wasichana ya Anne Makinda. kwamba imesaidia sana kuhakikisha kwamba wakina dada wanapata elimu pasipo buguza yoyote. maana hiyo ni nini? kwamba wanaenda kukaa shule na kujisomea vizuri, badala ya zamani walikuwa wanaenda sehemu mbali kwa ajili ya kusoma. Hiyo inasaidia kuleta elimu kwa usawa kwa wanajamii wote. Hayo tu ni baadhi ya mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameweza kuyafanya katika kijiji hichi cha Ihanga katika mji huu wa Njombe. Kwa kusema hayo machache ambayo Mheshimiwa Rais ameweza kuyatekeleza kwa kadri kubwa na kwa nafasi kubwa, niseme nini zaidi ya kusema kwamba kazi aliyoifanya ni kazi iliyotukuka na ni kazi bora ambayo inaashiria utendaji kazi wake mkubwa na uimara katika shughuli za serikali. Hayo ni mambo mawili tu ambayo nimewagusia, ambako nimegusia kwenye swala la umeme, nimegusia kwenye swala la shule, lakini bado sijaenda kugusia kwenye swala zima la kilimo, kwenye swala zima ya maendeleo kwa ujumla katika mji huu. Sasa hivi katika mji huu wa Njombe zao la maparachichi limekuwa zao kubwa ambalo linaleta kipato kikubwa kwa wananchi wa jamii hizi ambazo zinazunguka kanda hii ya kusini. Hivyo ni seme nini? Samia anachochea uchumi, Samia anachochea maendeleo, Samia anachochea kipato kwa kila mwananchi. Karibu kwa mbali, tunaweza kuwaona wanafunzi wa shule ya sekondari ya wasichana Ane Makinda, ambako ukiwaona kwa mbali wanatoka kanisani na wanaelekea uh, shuleni kwao. Sasa mnaogopa nini? Msiogope eh? Mama Samia amewatengenezea maisha yakuwa marahisi, si ndio? Eh, msiogope, una una mtu anataka tuojeane kidogo yoyote ni mwojioji eh? Amna maraba mjambo nataka niojane na wanafunzi mmoja malaba, malaba. Mjambo maraba, nataka niojali na mwanafunzi mmoja yoyote anayejitolea, mmoja tu yoyote. Mambo ya kawaida, si mambo ya masomo, mambo ya shule na nini. Njoo wewe, ujambo maraba. Unaitwa nani, mwana? Uko kidato cha ngapi wewe? Cha pili. Kidato cha pili. Aa, safi sana. Aa, umejiunga mwaka Okay, unajisikiaje kuchaguliwa kujiunga katika shule hii Ana Makinda? Ana Makinda ndio. Una mpango wa kuchukua combination gani, maana sasa hivi bado hujaingia kwenye combination bado, huko unasoma masomo yote. Una mpango gani wa kusoma combination gani hapo utakapoanza form 3 kama sio PCB au PCM? Kwa nini PCB na PCM? Kwanza ukiangalia hizo kombi ni wanawake wachiki sana, ambao wanajihusisha na hizo kombi. Kwa hiyo na mimi nataka niwe mmoja yao wanaoshiriki kwenye hizo kombi na wanaosoma. Inasikika masomo ya sansi ni magumu, wewe unasemaje juu ya hilo kitu? No, ukisema ni kigumu lazima kitakuwa kigumu, ukisema chepesi Okay. Kwa hiyo umejipanga vizuri kuweza kusoma kwa bidii na kuhakikisha unafanya vizuri kwenye hayo masomo ya sayansi endapo utakapoingia form mm, 3. Una neno gani la kusema kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan? Aongeze kusema kama aongeze, yaani aongeze nafasi kubwa, kuwapa chance wanawake kusoma masomo ya sayansi na wape, awape nafasi kubwa. Nafasi tunaiona, lakini aongeze effort zaidi. Sawa sawa. Neno lolote la kusema Tunashukuru, ana makina tunaiona inaenda mbali. Tunaomba Mama Samia aendelee kuongeza nguvu kuiwezesha shule hii. Sawa, nashukuru sana.